Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Homilia dominika 25 mwaka che. Iacheni milango ya mioyo yenu iwe wazi, sauti ya Lazaro ipo hadi leo. Masomo: somo la kwanza ni kutoka Amos sura ya sita aya ya kwanza aya ya nne mpaka ya saba somo la pili ni Timotheo wa kwanza sura ya sita aya kumi na moja hadi kumi na sita na injili ni kutoka Luka sura ya kumi na sita aya kumi na tisa hadi thelathini na moja Utangulizi. Ndugu zangu wapendwa, leo kanisa linatupatia chakula kizito cha kiroho. Neno la Mungu linatupenya mioyoni mwetu kama upanga wenye makali kuwili. Linagusa hisia, linatuonya na linatuita tubadilike. Sinoji Jimbo Katoliki Moshi, katika Kristo tusikilize na kufanya yote upya. Masomo yote yanatuuliza swali moja kuu. Je, milango ya mioyo yetu yuko wazi kwa jirani aliye maskini, aliye mgonjwa, aliye na shida, au tumejifungia katika sherehe zetu? Na leo, kwa kuwa tunakaribia tarehe mosi Oktoba, siku ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, ni mwanzo wa mwezi wa Rozari, tunakumbushwa pia maisha ya huruma yanaanza kwa sala. Sala ni pumzi ya huruma. Rozari ni shule ya kuona na kuyatazama maisha kwa macho ya Yesu na Maria. Mosi, nabii Amosi: huruma iliyozimwa na raha. Nabii Amosi anatupatia picha ya kutisha watu wanaolalia vitanda vya pembe za ndovu wakila nyama tamu wakipiga vinanda na kusherehekea, lakini hawajali kuvunjika kwa nyumba ya Yusufu. Hapa Amos anasema si vibaya kufurahia, lakini ni dhambi kufurahia bila kumjali jirani anayeteseka. Ni kama mtu anayefanya sherehe kubwa, huku jirani yake analia njaa usiku kucha. Raha zisizo na huruma ni kama mziki wa disco ulio mkali sana, unazima sauti ya jirani anayeomba msaada. Tuache muziki wa mioyo yetu upungue sauti ili tusikie kilio cha jirani. Pili, injili, mfano wa tajiri na Lazaro. Yesu anatupa simulizi ambalo ni kama kioo cha maisha yetu. Tajiri alivaa vizuri, alikula vizuri, alijifurahisha kila siku. Lazaro alilala mlangoni pake, alikuwa na vidonda, akitamani hata mabaki ya chakula, lakini tajiri hakumwona. Wote walipokufa hali ikabadilika. Lazaro akaenda kifuani mwa Ibrahim na tajiri akaenda mahali pa mateso. Huu mfano si hadithi ya kuburudisha, ni onyo kila mmoja wetu anaye Lazaro mlangoni mwake: jirani, ndugu, mama mjane, kijana asiye na ada, mgonjwa asiye na msaada na kadhalika. Maisha ni kama kujenga daraja, kila tendo la huruma ni tofali. Tajiri wa injili alijenga ukuta. Kifo kilipofika ukuta huo ukamtenga milele yote. Tatu. Mtume Paulo wito wa kuchangamka kiroho. Paulo anamwambia Timotheo, "Yakimbie maovu, tafuta haki, amani, upendo, uvumilivu na upole. Pigana vita vizuri vya imani." Hii ni lugha ya haraka. Paulo asemi tembea, anasema kimbia. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ya kutojali inakuja kwa haraka kama moto, lazima tukimbie kwa haraka zaidi. Maisha ya Mkristo ni mashindano, hatuwezi kuwa wazembe. Nne. Wajumbe kwa maisha yetu huruma ni njia ya wokovu wapendwa ndugu zangu, Kristo hatushutumu sisi, anatupa nafasi ya kubadilika. Tunaalikwa leo tufungue macho, tuwaone kina Lazaro wetu, tufungue masikio tusikie kilio cha jirani, tufungue mikono tugawe tulicho nacho. Mali si dhambi, lakini mali bila huruma inakuwa ni mtego na inatupeleka kwenye dhambi. Fikiria nyumba yenye bomba la maji. Maji alipotiririka, kila mtu anafaidika, lakini bomba likikauka, kila mtu hukosa. Huruma ni kama maji haya, tukiyatoa kwa wengine roho zetu hubaki zenye uhai. Tukikata au kusitisha huruma, hata sisi ukauka kiroho. Tano. Sala ya na rozari, nguvu ya kubadilisha mioyo. Leo pia kanisa linatuita tujiandaye na, na mwezi wa rozari. Rozari ni sala ya si sala ya maneno tu, ni darasa la huruma. Unaposali salamu Maria, unamtazama Yesu kwa macho ya Bikira Maria. Unamwona Yesu aliyezaliwa maskini, anayelia na wanaoteseka, anayetoa huruma yake. Mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu anayekumbukwa tarehe mosi Oktoba alisema, mimi nitapita mbinguni nikimimina mvua ya maua juu ya dunia. Maua hayo ni neema ya huruma, sala na upendo. Kama familia kama jumuiya tusali rozari pamoja mwezi huu. Rozari itatujengea moyo wa huruma, tutawaona jirani zetu kwa macho ya Mungu. Sita. Wito wa tendo la imani. Baada ya kusikia neno hili, tujiulize ni nani aliye Lazaro wangu leo? Nini naweza kuacha ili mwingine au anufaike? Tendo dogo la huruma linaweza kufungua lango la mbingu. Hata tone la maji kwa maskini linaweza kuwa cheti cha kuingia paradiso. Hitimisho. Ndugu zangu wapendwa, tusichelewe. Tajiri katika Injili ya leo alichelewa. Sisi tuko hai bado, tuna nafasi ya kujenga daraja la upendo. Tuanzie nyumbani hadi parokiani, tuanze leo. Kwa hiyo tujiunge katika sala, hasa sala ya rozari takatifu, ili Mama Bikira Maria atufundishe kuwaona wale tuliokuwa hatuwaoni.